Mi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingo wa rehema kujalia barakatele kufika siku ya leo. Mm, wakati mwingine, tena, uh, tunakwenda kufunga mwaka. Bado, siku ngapi tano, uh, mpaka leo naa bado tano au kwa sita mm. Kwanza tumombe Mwenyezi Mungu sisi wote yes, atufikishe salama tuone mwaka mpya. Sasa Yanga yako inasemaje? sisi Yanga hatuna shida sisi, aavi tunaangalia wachezaji wetu kama Okelo, tumemuona kacheza dakika themanini na nne katolewa Okelo? <laughs> Okello ni mchezaji wa Yanga okay, bado muda na saa tu. Maana ke Simba imeumbwa kuonyesha wachezaji Yanga wasajili wao walisema, tunamtaka tunamtaka, akakae kikao cha harusi. Yanga injinia akiona anapiga simu anasajili Okello, bado muda. Ah, lazima balaa lingine mjini, ukitaja Okello, sema balaa lingine mjini mjini waliomuona jana wamemuona, inawezekana huja mjini bado okay, muda anasaa. she wangu dada yangu mm, haiwezekani injinia akakupigia simu mm, mchezaji wa Afrika Mashariki na kati akakataa mm. hiyo ukisikia injinia akanyanyua simu yake akaweka kaweka kapokea kuishi nae watoto haya, sawa. Sisi ni wasikilizaji na watazamaji eh, na kama ajajayanga Yanga ndio eu 1 E, kama hajaja Yanga, hadi nyingi leo. E, na kuambia Okello, kama hajaja Yanga nakwambia Okello kama hajaja Yanga ndio chukua elfu kumi na tano kwangu thelathini na tano omba Mungu <laughs> Azamu amfunge Yanga sawa uh -huh. Utakuja kuchukua elfu ishirini uh -huh. Okello hajaja Yanga utakuja kuchukua elfu kumi na tano Aya, uzuri ni muda hausimami, tunaomba uzima tu. Ay, tupo mwisho wa mwaka huu e, bwana. uh, stori bila mtani hazinogi. Jana mtani ilikuwa ni tarehe yao ya kusoma albadili <tutu> hajakuwa nini? Al <-badili. tutu> dua au hakika? Kwa nini? Hivi vilabu hmm. vina viongozi hmm. viongozi ndio wanabariki hmm. chochote kwenye ndani ya klabu hmm. na ndicho kinafanyika kwa hiyo albadili ya Simba mm. hakuna kiongozi alobariki na wala hakuna kiongozi aloenda. Kwa hiyo mm. sio, albadili wamemsomea nani? Watu wamesusia, sio, wamesusa. mm. Sisi tukikwambia ni majasusi, majasusi mm. wetu wapo upande wa viongozi. Kwa hiyo akija kusoma, sio, ataumia. Kwa hiyo hawezi kuja jasusi. Kwa hiyo jasusi bado yupo mikono salama. Kwa hiyo lazima wao wabariki albadili, si albadili tu albadili. Kwa mfano ameibiwa ndani, baba mwenye nyumba hajaitwa, albadili mm. anasoma nani? Mama hawezi kusema albadili. Wao si walielekeza duo kwa yule anayemfanyia mabaya Simba. Shehe wangu. Yule um... albadili sio viongozi wa Simba tu. Hata Kisugu umemwona? Hajakuepo. Ila albadili kama Kisugu kawepo? Yeah. Njoo unipige viboko kumi wewe. Kisugu anaugulia na babake mzazi. Kisugu ni chawa. Chawa nani tena? Haoni Kisugu kimwona akafika sehemu uongozi unakuja. Ukimwona Kisugu hajafika viongozi hawaji kwenye presi ambayo wanatangaza tarehe albadili, Kisugu alikuepo. Alivyokuepo akapigiwa simu, "Wewe achana naye." Ndio maana haja kuepo kwenye albadili na solo eh, albadili batili e. Lakini imepigwa jana eh, imepigwa batili hiyo mm. E, watu wanafanya mambo yao, hakuna kitu chochote kitasumbua eh, watu wanakula mpunga tu, watu wakataka kufinya mpunga, umeona. Lakini albadili ah, al hakuna albadili. Picha hujaziona picha? Zipo hata kwenye akika kwenye harusi, picha zinapigwa mm. Klabu yoyote inataka kufanya albadili Hawawezi kukwiteni nyinyi waandishi wa habari. Sisi kama tumehusishwa sisi tunaanza kuongea itu zulu. hmm. Mimi mmoja wao anaomba nini zuru nife. <laughs> kama wamesoma badili kweli <inaudible> <inaudible> kama wamesoma kweli, mimi inirudie, mimi nife, si wangu hani. Wao wanasema albadili, viongozi wa klabu wanakula mitungi. kuna albadili yuko tuzungumze tazama, sasa uh, wengi wanafananisha unajua, Young Africans mnafanya vizuri, lakini imekuwa wanafananisha kikosi cha Yanga na Simba bila kuvutia. Sisi tunaongea kisoka. Kwa nini? hauwezi kuwafananisha Simba na Yanga, wachezaji hata mmoja mmoja waweze kufananisha kweli, nakwambia mataifa hakuna professional shewangu, kila siku mimi naongea, wanadhani naona Hakuna mchezaji wa simbakuma viwango vyao vidogo, kwa sababu mm. hakuna mchezaji wa Simba mm. akitoka Simba akaingia ndani ya kikosi cha Yanga akaanza moja kwa moja. hamna. atakuja kusubiri mm. ila Yanga akienda Simba mm. anaanza nimemchukua, uh, nani Huseni alianza kwa Mbao, kaka Mbao, wewe sasa hivi ndo anaanza Chama, alikuwa mwalimu mwalimu, akija kwa Simba anaambiwa afuate mfumo wa Chama. Okay, lazima apige benchi anaazachamaawali Lazima wao um, bado afanye mazoezi ongeze kiwango ndio aanze. Ila Yanga na Simba ni un, unajisi. Unanajisi una uh, mpira. Nanajisi kivipi? Mpira hufai kunajisiwa. Hmm. Kwa sababu hata mchezaji mmoja mmoja Simba na, na Yanga na tofauti. Yanga ina quality kubwa sana uweze kufananisha na Simba. Ukitaka kujua Yanga ina quality tofauti na Simba, mchezaji akitoka Simba akija Yanga hawezi kuanza. Ila mchezaji akitoka ya Yanga akienda Simba anaanza kwa hiyo hapo, hizi vitu huwezi kufananisha. Umemwona, alikuja alikuja mkude Yanga, alikuwa anzi, akaja chama Yanga, alikuwa anzi, Shabalala Yanga kuanza, baada ya kukaa miezi miwili mitatu ndo anaanza. Hilo, wachezaji wakitoka Yanga kwenda Simba wanaanza. Gadiel Michael, Avonda Simba, moja kwa moja anacheza, sio ushelewa. Tunamzungumzia Bernard Morrison alivyoenda Simba moja moja kwa kwanza, Saido alivyoenda Simba ndio alikuwa tegemeo Simba. Kila mchezaji akitoka Simba kuja Yanga au itegemeo, sisi Simba tunafuata sehemu mbili, tunafuata neno kitu kimoja tu kwa wachezaji wanatugea, asili ya Simba nini anataka kufanya sasa hivi? Kumbe kwa staili hii Simba watasota sana. Sana. Wata struggle dada yangu, engineers mmoja akili zake changanyisha akili za viongozi wa Simba wote, na bado haifiki elimu, na shida na, na, elimu, kwa sababu mimi nilivyojua viongozi wa Simba wana afya ya akili basi kule waliita pesi, na yeye mwenyewe, kwa vile ana afya ya, ya akili ana afya kwa sababu mwanzo anaanza kuongea alisema engineers za kuhitaji Simba. Siwisho, hakuna shida pesa hiyo hiyo baadaye kajisau anasema kahitaji Simba tunaenda kumshtaki. Sasa unawaelewa kweli ya watu? Yaani pesa moja huko kaongea vingine huko kaongea vingine. Hapa ndio tunaenda kuukuta viongozi wa Simba wana afya akili. Wale ongea vitu viwili kwa wakati mmoja. Yaani kagoza tofauti na wakati mmoja anajitetea huko, anaji anajipasua huko, anajitetea. Sasa mtu kama umuelewi tokea maneno pesa mpaka leo siku ngapi? Wiki inaenda wiki ya pili mm, wameenda kumshtaki sehemu gani? Kazi wanaenda kulifanyia kazi? Kwanza waambie wakae, watambue ndio mwenyekiti wa vilabu barani Afrika sema, kama alikuwa na maanisha ni changamoto zinazowakuta eh, Afrika alishindwa kutumia timu nyingine. Kuna timu ambazo zinakaa zilipu mishahara eh, wachezaji mpaka miezi mitatu, lakini pia akaweka ah, kimafumbo Uh, kuna timu zinashtakiwa na CAF kuto kuwalipa ikiwemo nyinyi Young African. Sasa potu unakuja, alishindwa kuwatumia nyie, akatumia mashabiki wa Simba, alikuwa na lengo gani? hujue kitu alichonichekesha, hawajajua hmm. Injinialisi kule oda, watu walikuwa wanachoongea mada gani au ilikuwa inahusu nini? kuhusu changamoto ya mabadiliko, sio changamoto ya madeni, sio changamoto ya viwanja ndio maana nikakwambia viongozi wa Simba wana afya ya akili hapo. Kwa nini kwa Simba wabadilike? Kwa mabadiliko Simba mabadiliko sio walianzisha kelele? Kupitisha katiba kwenye mkutano mkuu. Sio, sio. Kwenye mkutano wa Simba hajakuwa na kelele? Simba wafungwa na Azam kujua wana kelele? Sipo, hamtaki mangungu. Sasa watu utasema wana furaha. Kwa nini mwenyekiti wa vilabu wasiwazungumzie? Engineer Elsi ndani ya afrika hana uwezo kuiongelea klabu yoyote ile, sababu yeye ndo mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na yeye ndo mjumbe wa mpira wa miguu upande wa FIFA, yaani dunia mzima hii. Sasa wanalalamika nani, wanaenda kushtaki wapi? Magori anasema aache uyanga pembeni, au kama anataka kuongoza basi akae kama kiongozi. Uzuri wake kajua kama kiongozi, maanake anasema, anasema acha uyanga pembeni e, uongoze e, kwa kitendo alichokifanya sio. Ushaelewa e? Labda mimi nimwambie kwanza, kama umeenda ugenini, kama unataka kusema basi sema nyumbani kwako. Injinia Elsa alivyoenda kule Katari, yupo sahihi kutaja matatizo ya Tanzania. Ukimwona mtu anaogopa kutoka kuongea matatizo ya nyumbani kwake, huyo hayupo sawa. Tokea ndo atokia ongee Injinia Elsa. Kwanza, mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wamsi, wamsifie Injinia Elsa, tokea alivyoongea Injinia Elsa mpaka leo kelele hakuna. Kwa maana Injinia Elsa kawasaidia kelele hakuna, hapo kimya. Kwa hiyo kama engineer si asingeongea, maana angeendelea mpaka leo hii, lakini wao wanadai hawagombani, wako vizuri kabisa hapo. Pili namwambia kakaangu Magoli anasema, si kuna timu nyingine inadaiwa. kama mwanamume lijali, basi lazima udaiwe kama mwanamume lijali, lazima udaiwe. sisi kwetu Kirwa, kama umekuja kuoa, lazima utaulizwa, unadaiwa udaiwi? kama udaiwi, upati mke kwa sababu mwanawetu atalala na njaa wewe utaogopa kukopa? hmm. hmm. shababi, aogopi, e, ambie, shababi, aogopi, mbiko. Kwa hiyo mwanangu, yeah. si ataenda kulala na njaa. mwanamume shababi hmm. aogopi deni, kamwambie, kamwambie mwanamume shababi aogopi deni deni, yah mwanamume. Wewe eti anaongea Yanga inadaiwa duniani, klabu utajiri, ukizitaja klabu tajiri tatu, Manchester United imo, inadaiwa dai. Inadaiwa. Unashangaa Yanga kudaiwa tazungumzia swala la uwanja wao uwanja hawana mechi zao uwanja wao huo, ndo sasa nchi hakuna klabu, klabu wenye uwanja hey. Utawataja KMC hmm. Utawataja JKT hmm. Utawataja Azam hmm. Utawataja Kagera hmm. Utawataja Namungo hmm. Hawa ndo klabu zenye uwanja uwanja manake, watu wewe, mechi zako za nyumbani ucheze pale. Na pili, nataka nimwambie magoli, kuchukua vikombe sio kuwa na uwanja. Bayern Munich ana uwanja yeye? Mwambie aende kuangalia Bayern Munich aina uwanja, si Milani. Inter Milani hawana uwanja wao, wanajivunia wana uwanja wa Moa Arena. Moa Arena uwanja wa mazoezi mm -hmm. yeah, uwanja. Uwanja. Uwanja. Uwanja. Uwanja. Uwanja. viki Hamna uwanja. Sawa, mazoezi okay. Yanga mazoezi Yanga tunafanya haviki. Sasa ule wa Simba. Kwa nini Simba Simba Stadium ipo maarena? Bosi na nani? Bosi wao. Bosi. Sasa sisi si haviki bosi. Sasa kuna tofauti gani sisi na wao? Eh, bwana kiwanja chenu pale ambacho umetegemea siku 100 ahadi za engineer Harris hazijatimia mpaka sasa. Unazungumzia? Ah, kwanza sisi watu wa Yanga tunasema ahadi zimetimia na zinaenda kutimia. Vipi? Yeah. Viongozi wengi waliopita ndani ya Yanga walishindwa kupata hati pale Jangwani kwa serikali, kwa serikali. Walishindwa kupata hati Jangwani. Mwamba kaja alituambia, mimi nitajenga uwanja hila, kabla hujajenga uwanja huo uwanja inabidi upate hati, siushalewa? Kaangaika anavyoweza kazunguka anavyoweza kaenda kupata hati. Hakuna mwana Yanga yoyote asioiona hati ya Jangwani au zamani tunaita Kaunda. Kila mwana Yanga si matengenezo, akafanyaje uwanja tofauti? Ujue kujenga uwanja sio kifuu kile cha Bunju, hmm. Kifu cha Bunju siushalewa yeah. Uwanja una process nyingi. Uwanja inabidi uende kuwatafuta wadhamini wa kujenga uwanja, sio kwa kukurupuka tu. Na, na, na kuna makubaliano. Yepi makubaliano yawekwe wekwe utengenezwe uwanja. Uwanja ukishamalika, ukishamalizika, muda gani sisi tutachukua hela yetu, mpaka irudi. Ndio inavyoenda. Kwa hiyo kwanza nataka niwaambie wana Yanga, uongozi bado unaendelea kufanya process hizo. Si ushelewa. Wakishamaliza, basi kila mwana Yanga ataona uwanja unajengwa. Kwani, kwa nini sisi watu wa Yanga hatuna shida, shida wanayo Simba? Sababu hizo wala uwanja, wanauliza Simba, hawaulizi Yanga. Shida ni ahadi. Wamepewa kana nani? Wamepewa Simba, wamepewa Yanga. Haya, kuna mwana Yanga kakumbusha ahadi ya uwanja, ndio kutukumbusha magoli. Atuthibitishie kwa yeye mwenzetu, kwa sababu ndani ya Simba sisi tunajua kuna wenzetu. Wenzetu ukizaliwa Tanzania lazima uwe Yanga au baadaye ubadilike. Ukizaliwa Tanzania si utakuwa mwananchi wa Tanzania, Lazima Yanga, ndio maana naitwa wananchi. Ukizaliwa lazima uwe mwananchi, labda ukishapata akili ndio useme, baba, mimi naenda kuanza maisha Simba. Wote walikuwa Yanga, ila washakuwa wameaga, baba, mimi naenda kuanza maisha. Tumewaruhusu wakaanze maisha.